Saka yote, <sighs> yeah, eh, nambi. Kesho saka mi na ratiba nyingine zadi ya kukaa nyumbani hapa, misaratiba yote mi nipo, nina surprise kwa ajili yako una surprise? Eh, nambia kesho takanikutoati <laughs> Karis, na umesema nataka nitoe auti <laughs> Yeah, kutoe yeah, nataka nikutoe auti kesho, wewe pamoja na shemeji yako, unajua <laughs> nimekaa chini nikafikiria, nikaona vitu vidogo vidogo vingi nimekufanyia, nikaona na hili pia itakuwa ni muhimu kwako, kwa hiyo ndo nikawaza nika, nika nikaona sasa kesho tuweze kutoka mila <mimu> kwani kaka, ni muhimu sana kesho kwenda au hivyo yani... yeah, ni muhimu kwa ajili yako pia. Vipi? Mbona kama hujafurahishwa na hii taarifa ambayo nimekwambia? Yani vizuri kaka, mimi mwenye nimefurahi, hivi amna. <laughs> Yani kwa nasemaje, yani kama labda ningekuwa labda jumapili ijayo hivi hapa, mm. <laughs> Tabidi tutende kesho, usio na wasiwasi ya kila kitu, ni kiko juu yangu. Kwa hiyo imelifanya kwa ajili ya familia yetu, ili tuweze kuburudika, sio unajua tena

<laughs> <laughs> chamjicho <Kewchamu> <laughs> <laughs> usio so <laughs> <laughs> na wasiwasi kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo kaa ukijua leo kesho mtoko, kaka. Nashukuru mtoko basi. Sawa kaka, mimi nashukuru, nashukuru sana. Hapa nataka niongee vizuri na shemeji yako maana sijamwambia chochote, nataka niongee naye vizuri na ipo ndani <laughs> <laughs> <Akubali. laughs>

Asa, mwambie umebloku kwa sababu utaki mazoea naye eh, na umefuta namba yake. Na yae, hey, yake na kwanzia leo msiwasiliane, sawa? Mtu na shemeji yake. Hao vipi, jirani? Freshi vipi? Safi shoga, mambo poa? Vipi freshi? Umetoka wapi, mbona umependeza hivyo? Nimetoka ushoga yangu hapo, kusuka koo maduka huko, amna, nimekuja kutafuta vocha huku, kwa naenda hapo dukani. Haya, poa poa. Karisi. Naam. <laughs> haya <Aya>. poa <laughs> <laughs> nini, samujamwambia kwani? Kaniuliza ene mpaka akuulize ujiongezi? Sasa unawazaji kumwambia mtu kitu ambacho hajakuuliza? Na nawe nashemu si unamwambia tu mimi sasa hivi simpatikani kwa sababu nimekublock na sitaki mazoea na wewe. si ni hivyo tu simple? Sasa je niuliza na wewe nae wewe naye bwana unapenda kuboa mtu tu no. pendenaonekana mzuri sana leo, hata ni mzuri pia sana mke wangu. Ni mtoko leo. Tu ndo tumependeza hivi, situngekuwa tunapendeza hivi kila wiki

Poa oh, mambo vipi? Safi kaka, amna usalama kaka. Hamna usalama vipi tena ndugu yangu? Alafu sijakufahamu. Kali hapo hapa kishanuka kaka. Ha, umeanza mambo yenu tena Simba na Yanga hayo. Sio hivyo kaka, sikia jirani yako hapa Shabani duka lake linawaka moto. Shabani huyo namjua mimi? E, Shabani huyo jirani yako, yeye basi kaka togana vitu vichacho. Ah, basi poa, nakuja sasa hivi ndugu yangu. Asante sana kwa taarifa. Mke wangu i safari, nadhani sitoungana na nye tena. Kwani mume wangu, sumesikia ni duka la Shabani ndo linaungua na zimamoto si wapo skola? Duka la Shabani liko mbali na duka langu, ni framu mia nne tu kutoka pale nilipo mimi. Alafu shni jirani yangu, siwezi kuona nalibikunde kanyumbani. Nyumbani, sikiliza wewe kama bado una hamu ya kutoka, chukua shilingi themanini pale. Toka na mdogo wangu. Ngoja mimi niwahi kwanza huko. Hapana. Kuna jeri kidogo imetokea kali yako. Duka la rafiki yangu frame kama ya nne inawaka moto. Kwa hiyo inanibidi niwahi, labda tunaweza kuokoa basi ya vitu. Kwa hiyo, hap... ha, hapna... maagizo ni mwachie shemeji yako

Jirani! <laughs> Safi. Mambo safi, kwema. <laughs> Karisi, mambo kwa adimu hivyo? Ah, hamna. <laughs> Mbona mi siyo adimu, nipo. Mbona mm, nakupigia simu yako afu inatumika muda wote. Oh, ah, bwana samani yaani mm. Simu yangu niliangusha, umeona. Eh, sasa nahisi nawe ni mmoja kati ya watu ambao huyu alikuta simu yangu aliweka bize. Oh, enda kawa eh? Mm, nahisi. Sasa, hmm, kwa hiyo hujapata simu nyingine? Yeah, kuna simu nimepata hapa, nimepata simu nyingine. Oh, wow. <laughs> <laughs> kasimu kazuri yeah, kazuri, hongera yeah. Asante si tutaenda kutumia hizo soda vipi? <laughs> <laughs> kawaida sasa. Basi chukua namba yangu tuwasiliane, Kariss bwana, nitajie: sifuri saba na nane

Kuna shida kwani? Nimeshakupa fungu, Chem. Vipi kusulila umbi langu, shakuambia yeah. Chemu, mi nakupenda, mi niko tayari kukuhudumia kwa kila kitu, lakini achala nauyo umbi wako. Ibu, angalia vitaa vya kufanyia. Chem Mamba, kubali basi ombi yangu. Steve, hebu nisikiliza, tena nisikiliza kwa umakini sana. Mi ni mke wa mtu, sikulazimishwa kuingia kwenye ndoa, niliingia kwenye ndoa kwa sababu nampenda mume wangu, na ni bora ningetoka na, na mwanamume yote, sio wewe Sijui karudia upumbavu wako. Umenielewa? Kaa mbali na mimi hmm. Naweza kutoka na mtu mwingine lakini, so kwa kuwa mimi sio mwanaume. Okay, sawa yote ni sawa, lakini namba basi nafasi na mimi ukaniogeshi kama hivyo umeogesha mdogo wake Marai.

ya yeah, nishoikupenda nilimpenda, mwanamke ambaye ananipenda sana, ananijali, ananithamini, anajua umuhimu wangu na ni mwanamke ambaye alitambua thamani ya mimi kwa asilimia kubwa sana Alikuwa ni mtu ambaye wakuniuliza kila siku, umekula umeamkaje, ume ilikuwa ipiti siku hajanipigia simu wala kunitumia SMS. Na huyo mwanamke ni naye hapa hapasida <laughs> <laughs> Ni wewe anyway, simaanishi mimi, namaanisha ushawahi kupenda huko nyuma. <laughs> ya yeah. Kama mtu mzima nishawahi kupenda, sema bahati mbaya zaidi wanawake utu niwahi kuwapenda, hawakuwahi kutambua thamani yangu hakuwai kutambua umuhimu wangu, hakuwa kuthamini utu wangu. Lakini Wilfrida huyu ni mwanamke ambaye toka tumefahamiana mi nawe unajali thamani ya mimi, unajali umuhimu wangu. Ni mwanamke ambaye huachi kunijulia hali, ni mwanamke ambaye pale inapokuwa nimeshindwa kiuchumi, huachi kuniwezesha So nakupenda sana msi. Hapana, mi sina mke, itakuwa tu ni watu wa mtandao ndo wasongesha wa hmm. Hao watu wa mtandao wapi, uwezi amini hasa, mbona waeshiki. Bahati nzuri sijatta passwords kagua